Kama kuna mtu anadhani anao uhuru wa kukaa mtandaoni na kisimu chake, anashinda asubuhi kutwa nzima anatukana viongozi, jeshi la polisi hawa tukiwapoteza msi watafute hawa. Piga makofi kwa sisi CCM. Bila shaka Faris, huyo mtu aliyekuwa anazungumza hapo ni wewe Faris Burhan, kulingana na maelezo yako haya nakulingana na kauli yako hiyo ambayo eh, umeitoa bila shaka, unajua walipo vijana wenzetu ambao walipotea na hawajulikani walipo mpaka sasa. Wako wapi hawa vijana wenzetu? Mimi, mpotea, mimi, mimi la, la, la. Kwanza niseme hmm. Hiki ulichokionyesha hmm. Huyu ni mimi hmm. Lakini kitu tunachoweza kusema mm. jambo lolote ndugu Demba linatokea katika muktadha. Yaani mm. tunapokuwa tunaliangalia jambo lazima tuliangalie katika muktadha. Hilo mm. jambo limetokea wapi? Mm. Lilianza lilianzaje? Mm. Lilishaje? Hiki ulichokionyesha ni kipande nadhani cha sekunda ambazo hazizidi 30. Mm. Lakini haya hayakuwa tu mazungumzo yangu peke yake. Mm. Maana yake kuna sehemu nilianzia, kuna sehemu nilipita na kuna sehemu nilimalizia. Mm. Hiki kilichofanyika hapa katika muktadha tuliokuwa nao. Mm ni sawa na ule muktadha ambao unamkuta mzazi mm. anamwambia mwanaye mm. Odemba, usipofanya hiki mm. takukata miguu mm. usipofanya hiki takukata kichwa hivi. mm. kuna mzazi anayeweza kumkata mwanaye kichwa? dhamira yako ilikuwa ni nini kwenye hiyo kauli ya kwamba Nime. waliopotea Jeshi la polisi wasiangaike mm. -hmm. kuwatafuta mm. -hmm. Uli, wa, yani, wake, mm, -hmm. mm -hmm. manake kivyo vyote vile mtakuwa nao. Ndo maana nikasema muktadha ulimaanisha mm. nini? muktadha wa jambo lenyewe muktadha wake kwanza, hiki kilikuwa ni kikao cha ndani mm. haukuwa mkutano wa hadhara mm. manake hapa tulikuwa tunafundana mm -hmm. vijana wa CCM na wana CCM kwa ujumla mm. -hmm. Manake, tulikuwa tunapeana misingi swala zima la vijana kulinda taswira ya nchi yetu mm. kuilinda serikali yetu kukilinda chama chetu walinda viongozi wetu mm. Alikuwa ni makanywa mm. Ilikuwa ni, ni, ulikuwa unawakanya watu gani? Wana CCM kwa sababu mm. mkutano wa hadhara ulikuwa mm. ni kikao U, cha ndani cha wana CCM hapa. Ukutaja wana CCM, umesema mm. vijana ambao mm. wanawakesha mtandaoni mm. wakiwatukana watu viongozi na, mm. na ulienda mbali ukisema mm. ya kwamba mnafahamu gharama ya kupata kiongozi mm. je, wewe unafahamu gharama za kumlea mtoto mpaka anafikia hatua hiyo? Demba ilo, ilo, ilo demba halipo katika muktadha huo mm. na mimi niseme tu mm. kwa sababu umekomaa nalo kwa muda mrefu sana mm. hili halikuwa kwenye muktadha huo mm. lakini mimi niseme tu mm. kwamba eh, tuishi katika maneno yanayosema mm. eh, tazama ya kale mm. yamekuwa sasa yamekuwa mapya mm. tugange ajayo, tujenge nchi yetu. Kama mm. kuna namna yoyote ambavyo kauli hii mm. maneno haya yalimuudhi, ya yote tu yani radhi tu, kwa sababu ilikuwa ni sehemu mm. ya utekelezaji wa majukumu yangu mm. wala halikuwa na nia yoyote mbaya.